Chiko. Yaani yeah. Yaani wewe umekaa tu ukaona hii hii hii ndio ndio ndio? Mshahara mimi yani mimi mimi Nikupenda. Nikupenda nini? kazi kazi yangu na kazi yangu najua unajua unajua ni gani? Nauza na, nachoma makaa, nachoma makaa. si si kwa yako, mama mimi, kwa sababu yako yako Mama alituacha nimekulea shida. Hivyo? <laughs> <laughs> Nani amekupea hiyo mimba, eh? Ya? Yeah? Ya, yeah? Nani amekupea hiyo mimba nauliza? Mimi. Hapo tukati na yeah, <coughs> <ril> umi kijana, ukijana malaya unyawaka na. Kichanga watu hapa hivi anatembea kama mshwa watu kisipwa. Ana hadi amekupea mimba. Eh? Yaani mimi nakuuliza wewe, yaani shikoshi koshi ko, ulikosa kuona huyu mtoto hapa hivi wa jirani yetu tajiri huyu, ukienda hata wako huyu akupea kupia mimba angetoka maskini. Umeamua kwenda kwa brown, kwenda kwa kuigu brown brown brown brown moja kijana nyeusi huyu. Eh? Pige simu akuja hapa. Nigie simu sasa akuja hapa. Nilitoa ball. Umeona? Umeona? Umeona tarudi hapa. Rudi hapa. Umeona? Akataa poli ni mwambie mwambie kwamba ulikuwa unamtanganya tu, ulikuwa unamtanganya tu. Nangekataa. Mwambie mwambie kwamba mwambie kwamba ulikuwa tu unamtanganya eh, ulikuwa unataka utunjwe kama anakupenda ama hapana. Nangekataa. Wacharibu atone. Ndio atanijua huyo. Kwenda kuchezea kwa watu mimi nimekaremika. Mwambie. Mpige simu. Hello. Eh, babe pole, ilikuwa tuzino zikudanga kuja kuja home nilikuwa nakudanganya, hakuna dadi, hayuko. Yes. Hey, hayuko eh, kuja kisha hey. Hey. Hey. Alo. Eh. Mimi nikapa kwa chuo bana, uko wapi shiko bana? Mi nimeshafika sikuoni. sawa sawa, waja nikuje. Amesema anakuja tu saa hizi, wacha kuje kusomesha. Nimekusomesha Mimi mi <tosan> kusomesha. <tosan> wacha kuje Acha kuje. Simu, niambia hauna mimba, niambia hauna mimba. Mbona umeniambia ni kuje na hauna? <laughs> Hapana, huyo ni mimba si yangu. <laughs> <ambi laughs> Mimi mimba si yangu. Hii mimba si yangu. Hiyo mimba si yangu.

Mimba ni Mimba ni yako si ndio? Mimba ni yangu. Mimba ni yako si ndio? Yeah. Hivi ndio nilikuwa nataka, uko na nini kwenu bwana? Mm. Mm. Mimi kwetu bana mimi si kwetu kwetu wenye naonda mimi. Niko na kuku peke yake. Sina ng'ombe, sina mbuzi. Mbundafi, yangu, unau, yu, maisha mdote, <tuken> wewe. Ndoto yangu hujajipanga maisha.